Katika wakati ujao ambapo dunia imeharibika, kundi la waasi linajaribu kushinda kampuni inayoitwa Wicked ambayo imekuwa ikifanya majaribio kwa watoto ili kupata tiba ya virusi hatari. Treni iliyobeba mizigo ya Wicked na wafungwa inapotokea kwenye reli, magari mawili ya waasi yanaanza kuifuata, ambapo George na Brenda wako upande mmoja, huku Thomas na Vince wakiwa upande mwingine kama njia ya kuwapoteza maboya, Brenda anawapiga risasi madereva wa treni ambao mara moja wanaita msaada, kisha walinzi wachache wanatoka na kuanza kufyatua risasi, hivyo George analazimika kuendesha gari huku akijibu mashambulizi. Vince anasogeza gari lake karibu kabisa na nyuma ya treni ili Thomas aweze kuweka ndoana na kurukia ndani, lakini Vince anapojaribu kumfuata tairi linapasuka na gari linaanza kuachwa nyuma, hivyo inabidi Vince aruke kabla ya ndoana kuachia na gari kupata ajali. Wakati huo ndege ya Wicked inatokea na kuanza kufyatua risasi, hivyo George na Brenda wanakimbia ili wasiuawe. Thomas na Vince wanaanza kukimbia juu ya treni na kuona kundi la wanajeshi likiwafuata. Ndipo wawili hao wanaruka chini na Vince anatega bomu huku Thomas akiwafyatulia risasi walinzi. Baruti inapolipuka, inawarusha wanajeshi nyuma na kutenganisha mabeheo ya mwisho kutoka kwenye treni nyingine. Wakati huo huo, ndege bado inawafukuza George na Brenda ambao wanasimamisha gari ili kujifanya wanajisalimisha. Wanajeshi wanapotoka kwenye ndege kuwakamata, wanatumbukia kwenye mtego ardhini na waasi wanatoka mafichoni na kuwazingira. Na rubani naye anazuiwa, hivyo sasa waasi wanaweza kuiba ndege hiyo. Kurudi kwenye treni, Waasi zaidi wanatoka mafichoni na Newt anaanza kazi ya kutenganisha behewa la gari na muundo mkuu wa treni, huku wanajeshi wa Wicked wakiwafuata kwa risasi kali, hivyo Thomas na rafiki zake inabidi wajikite kujibu mashambulizi. Wakati huo ile ndege inatokea na kushusha ndoana ambayo wanaiunganisha juu ya behewa la treni. Kundi lina haraka kupanda juu yake, na Vince anafanya urukaji wa dakika ya mwisho ili asiachwe nyuma. Muda mfupi baadaye ndege inaangusha behewa hilo kwenye maficho ya waasi na wafungwa wote wanawekwa huru, lakini Thomas anasikitika kugundua kuwa rafiki yake Mino hayumo miongoni mwao. Vince anatoa hotuba kwa wageni akieleza kuwa Wicked iliwataka kwa sababu wanakinga dhidi ya virusi na maji ya ubongo wao yanaweza kutengeneza tiba. Hata hivyo waasi hawakubaliani na majaribio kwa watoto, hivyo wanatengeneza meli kubwa ili kutoroka bara hilo. Thomas anamuuliza mvulana aliyeokolewa kama alisikia taarifa yoyote muhimu wakati akiwa ametekwa na inaonekana treni hiyo ilikuwa inaelekea kwenye mji. Jambo ambalo ni la kushangaza kwa sababu hakupaswi kuwa na miji iliyobaki. George anathibitisha kuwa alikuwepo huko miaka michache iliyopita na unaitwa mji wa mwisho ambapo Wicked wana makao yao makuu hivyo kuushambulia haiwezekani. Thomas bado anataka kwenda kumwokoa rafiki yake lakini Vince anakataa kuwahatarisha waasi kwa hatari hizo. Wakati huo wanasikia marubani kwenye redio. Hivyo waasi wanakimbia kuzima umeme na kujificha. Punde ndege za Wicked zinaanza kutafuta eneo hilo na hazioni kitu lakini zinakaribia sana maficho hivyo wanahitaji kuondoka hapo haraka. Usiku huo, wakati kila mtu amelala, Thomas anajaribu kutoroka peke yake kwenda kumwokoa Mino. Hata hivyo, Newt na Frypan wanamkuta na kutangaza kuwa nao wanakuja. Wakati huo huo, Mino anashtuka kuamka katika eneo la uwazi ambapo aliwahi kuishi wakati wa jaribio. Anaona wabwana wachache kwa mbali, lakini hawajibu anapowaita kisha anamwona mvulana mwingine akikimbia na kumfuata ndani ya kibanda na kujikuta akitokea kwenye korido ya ajabu. Mlango unafunguka na dubwana linaloitwa Griva linatoka, hivyo Mino analazimika kuanza kukimbia. Eneo hili ni mtego na anaendelea kukutana na njia zilizozibwa. Sauti zinasikika zikijadili utendaji wake, na wakati mwingine Mino anapata maono ya daktari akimchunguza. Ghafla mwili wake unaganda, lakini anapambana dhidi ya nguvu ya ajabu na mwili wake unajikuta umebanwa darini ambapo Griva linamnasa chini ya kucha zake na kumungurumia huku Mino akipiga kelele. Wakati huo inafichua kuwa Mino yuko maabara na anapitia haya kwenye mashine dhidi ya matakwa yake ili wanasayansi wa Wicked waweze kutoa damu yake. Baadaye kidogo Timu ya Thomas inapaswa kuvuka handaki lenye giza totora. Wanakutana na kiumbe anayefanana na zombi anayeitwa Crank na kusimama kufikiria jinsi ya kumkwepa, lakini ghafla kundi la Crank linazingira gari na kuanza kugonga milango wa bwana wanaongeza mwendo huku Crank mmoja akirukia kioo cha mbele na kuanza kukipiga ngumi, hivyo Frypan anaendesha gari karibu kabisa na gari lingine ili kumsukuma huyo Crank. Bahati mbaya, hii inasababisha wapate ajali na gari kupinduka. Shukrani ni kwamba Thomas anaweza kuvunja kioo kutoka nje na rafiki zake wanafanikiwa kufungua mlango, lakini kuna Crank anawafuata, hivyo Frypan anakimbia kumpiga risasi kiumbe huyo. Kuna kundi kubwa la cranks linakuja, hivyo wabwana wanaanza kukimbia na kugundua kuwa njia ya kutokea imezibwa na cranks pia. Frypan anawapiga risasi wengi anavyoweza, lakini punde anaishiwa risasi. Wakati huo ndege inawagonga viumbe hao na kuonyesha kuwa George na Brenda wamekuja kuwaokoa. Wakati Brenda anapiga risasi cranks wachache, wabwana wanaingia kwenye gari na George anaondoka hivyo, wanafanikiwa kutoka kwenye handaki salama. Wanapofika barabarani wanaona mji wa mwisho kwa mbali na George anaona kuwa Wicked wamejenga uku mkubwa kuuzinguka. Wakati huo huo kiongozi wa Wicked, Eva, anakutana na wajumbe wa bodi kwa sababu wananchi wanapoteza matumaini ya kupata tiba na uku mpya unawafanya wawe na wasiwasi. Eva anawaambia amekuwa akipata dawa kutoka kwa Mino na tiba inapaswa kuwa tayari hivi karibuni, lakini wajumbe wamechoka na visingizo na wanataka kutumia pesa kujenga maeneo salama. Mazungumzo yanakatishwa na Teresa, msichana aliyemsaliti Thomas kwa ajili ya Wicked, anayetoa hotuba ya matumaini na jitoleo inayowashawishi wajumbe kuendelea kulipa majaribio hayo. Kurudi kwa kundi la Thomas, wanafika makazi mabaya nje ya ukuta ambapo waandamano wanadai msaada kutoka mjini, na Thomas hajui kuwa alama ya shingo yake inawaka na kutuma eneo walipo kwenda Wicked. Kundi linajificha katika umma ili kufika lango la mji ambapo walinzi wanawasha mitana ya risasi. Umma unakimbia mara moja, huku risasi zikisababisha milipuko chache na kuua mamia ya watu. Timu ya Thomas inajaribu kurudi kwenye gari lao, lakini wanazingirwa na wanaume waliojifika miso na mara moja wanawakamata na kuwapeleka kwenye magari. Wanapowasili kwenye maficho ya watu hawa wa ajabu, Jorge anaanza kumshambulia mwanaume mmoja aliyeficha uso na haachi mpaka anapoona Brenda yuko salama. Mwanaume huyo anavua kinyabo chake na kuonekana kuwa ni Gali ambaye alijaribu kuwazuia wavulana zamani na alitakiwa kuwa amekufa. Thomas anamrukia kumpiga ngumi, lakini Newt anamvuta nyuma na kumshawishi asikilize. Gari anaeleza kuwa yuko upande wao sasa, na anasema anaweza kuwapeleka ndani ya ukuta. Kuna kundi la waasi hapa pia ambalo linajaribu kuukomboa mji kutoka kwa Wicked. Gari anawatambulisha kwa kiongozi Lawrence, ambaye uso wake umeharibiwa na virusi na anajiwekea dawa mkononi masaa 24 ili kuzuia asigeuke kuwa crank. Lawrence anampa Thomas njia ya kuingia mjini kwa sharti kwamba atamsaidia pia. Tomas anakubali hivyo, yeye na Nyutu watasafiri na Gari kupitia mifereji ya maji machafu, huku wengine wakibaki nyuma kama dhamana. Kabla ya kuondoka, Nyut anaona mikono yake inatetemeka. Kufikia usiku wa vulana, wanatoka kwenye mifereji na kufanikiwa kuingia ndani ya mji ambapo Gali anaona wameongeza ulinzi, jambo linaloashiria Wicked wanajua waasi wapo karibu kisha wanaenda kwenye eneo la siri ukutani, ambapo kundi la Gally limekuwa likiliangalia jengo la Wicked kwa miaka, lakini hawajapata njia ya kuingia kwa sababu kuna wanajeshi na ulinzi kila mahali. Gally pia anawaonyesha kuwa Teresa anafanya kazi hapo na anaamini yeye ndiye njia yao ya kuingia. Hivyo watatu hawa wanarudi mafichoni kujadili hali hiyo. Kundi halina shida kumtumia Teresa, baada ya yote aliyowafanyia, lakini Thomas hapendi wazo hilo. Newt anakasirika na kumsukuma Thomas ukutani huku akimlaumu Thomas kusitasita kwa sababu ya kumpenda Teresa lakini anapogundua amepandwa na hasira, anaomba msamaha na kuondoka chumbani. Thomas anamfuata na Newt hatimaye anakiri kuwa ameambukizwa kabla ya kumshawishi rafiki yake kukubali kumtumia Teresa. Wakati huo huo, maabara, Teresa anamdunga msichana aliyeambukizwa dawa iliyotengenezwa kwa damu ya Mino na mara moja anapona. Teresa Teresa, akiwa amefurahi anaenda kumuona Mino kumpa habari njema lakini Mino hajibu chochote. Teresa anapotaka kuondoka Mino anamshambulia na kuanza kumtukana kwa kuwasaliti marafiki zake, akimlaumu kwa vifo kadhaa. Punde walinzi wanaingia kumdunga dawa ya usingizi, lakini anafanikiwa kuiba pini ya chuma kabla ya kuanguka. Mwanasayansi mwingine anamrudisha Teresa maabara, ambapo anagundua dawa imeshindwa kufanya kazi na yule msichana sasa amekuwa crank mkali. Usiku huo Teresa anapotembea, anamwona Thomas kwenye umati na kumfuata hadi kwenye kichochoro, ambapo Thomas anamuuliza kama anajuta Tereza anakiri kuwa wakati mwingine anajuta lakini angefanya hivyo tena. Ndipo Gari anatokea nyuma yake na kumkamata. Muda mfupi baadaye wako kwenye kanisa la zamani kwa mahojiano ambapo Teresa analiambia kundi kuwa Mino yuko gorofa ya chini ya tatu na wafungwa 28 na njia pekee ya kufika huko ni kwa alama ya kidole iliyoidhinishwa. Gari anafikiriwa mkata kidole na kumuua, lakini Thomas anamzuia na kumlazimisha Teresa kuondoa vifaa vya ufuatiliaji vya Wicked ambavyo wavulana wote wanavyoshingoni Teresa akiwa anafanya kazi hiyo, anaona Brenda anaonekana mwenye afya sana kwa mtu aliambukizwa, na kuhisi Thomas amekuwa kimka damu yake yenye kinga mara kwa mara. Hata hivyo Thomas anasema alifanya hivyo mara moja tu, miezi miwili mitatu iliyopita. Teresa anafikiri hali iwezekani, na Brenda alipaswa kuwa amebadilika sasa, lakini Thomas anakataa kuongelea hilo. Kabla gari hajamchukua, Teresa anaiba kipande cha shashi chenye damu ya Thomas. Baadaye wavulana wanavaa kama wanajeshi wa Wicked na kuingia ndani ya mji na Teresa, ambaye uwepo wake unawawezesha kuepuka kutiliwa shaka. Wanapofika kwenye nazi gari anaanza kufunga kifaa cha kuvuruga mifumo ya umeme kwenye sanduku la umeme, na wakati wanasubiri Niuti anaanza kukohoa na Teresa anagundua ameambukizwa. Mara kifaa kinapokamilika, watu wa Lawrence wanafanikiwa kuingilia mifumo ya ulinzi wa mji, kisha kundi linakimbilia ghorofa ya chini ya tatu, ambapo haraka wanawaangusha walinzi wote chumbani. Sasa wanaweza kuwaachia wafungwa wote kutoka selini, lakini Thomas anaona Mino hayupo na Teresa anaangalia kwenye kompyuta na kugundua Mino amepelekwa maabara upande mwingine wa mji na yupo dhaifu kiasi kwamba kipindi hiki kinaweza kumuua. Nioti na Thomas wanamlazimisha Teresa kuwapeleka huko, huku gari ya kibaki nyuma kujaribu kuvunja mlango unaolinda dawa. Watatu hao wanapoingia liftini wanaungana na msaidizi wa Eva Jenson ambaye kwa bahati nzuri anapiga tu soga na Teresa akimwambia kuwa Thomas ameonekana nje ya mji. Hata hivyo, baada ya watatu hao kutoka liftini, Teresa anaanza kubishana na wavulana na Thomas anavua kinyago chake. Wakati huo huo Jenson anawafuata. Punde walinzi wengine wanafika na Thomas anajaribu kumshika Teresa kama mateka, lakini Teresa anamsukuma yeye na Newt nyuma ya mlango usiokantishwa risasi Wakati wavulana wanakimbia, Teresa anamwambia Jenson amefanya hivyo kuwanacha na kumkumbusha kuwa na wahitaji wakiwa hai. Kengele zinaanza kulia jengo lizima, huku Jenson akiita ulinzi zaidi. Kwenye gorofa ya chini gari akimaya, anapata dawa na anaanza kuondoka, na watoto wote wanafanikiwa kufika garakani ambapo Brenda ameiba basi, lakini anaona Thomas na Newt bado hawajarudi. Gari anamwambia asubiri kwenye basi kulinda watoto wakati yeye anarudi kuwafuata wengine hata hivyo, kundi la wanajeshi linafika garakani na Brenda hana budi kuondoka. Kwenye gorofa ya juu, Thomas na Newt wanakutana na Eva, lakini kabla Thomas hajamua wanapatikana na Jensen na watu wake. Wavulana wanaanza kukimbia mara moja, wakipiga risasi walinzi wote wanaowazuia huku wakimtafuta rafiki yake. Maabara, Mino anasikia kelele na kutumia pini ya nywele kumchoma mwanasayansi, kisha haraka anamwangusha mlinzi na kumdunga mwanasayansi mwingine dawa ya usingizi. Kwenye korido Niuti na Thomas wanaendelea kupambana na wanajeshi, lakini karibu wanaishiwa risasi. Niuti anarusha grenade kuangusha walinzi waliobaki, lakini mtu mmoja zaidi anatokea kuzuia njia yao. Ghafla mtu huyo anakamatwa na Mino ambaye anamtupa kupitia dirishani kwa kelele kabla ya kuungana na rafiki zake. Wanajeshi wengine wanakuja, kwa hiyo vijana watatu wanaanza kukimbia tena. Jenson na watu wake wanaziba korido nyingine, hivyo watatu hao wanajificha chumbani kwenye mlango mzito wa chuma. Walinzi wanaleta msuma kuanza kukata mlango huo, hivyo vijana hao hawana budi kuvunja dirisha na kuruka kwenye bwawa la maji chini. Kuruka hilo linaenda vizuri na wanatua salama, lakini wanapotoka kwenye bwawa wanajeshi wengine wanawazingira ghafla. Mmoja wa wanaume hao wanapiga wenzao risasi kabla ya kuvua kinyago na kuonekana kuwa ni Gali. Mtaani, Brenda anajitahidi kuendesha basi kwa kasi yawezavyo huku akisukuma moja ya magari ya Wicked yanayomfuata. Anafanikiwa kuligongesha kwenye nguzo ya alama, lakini bado kuna magari mengi yanakuja nyuma yake. Hatimaye anakata kona na kukuta barabara nzima imezibwa na maadui. Brenda anashuka kwenye basi na kupiga fataki ambayo inaonekana na Frypan ambaye amekuwa akisubiri muda wote huu ndani ya winch. Anaangusha ndoana ya winch katikati ya barabara na Brenda anaiunganisha kwenye basi kabla ya kukimbia kuingia ndani, kisha Frypan anatumia winch kunyanyua basi ambalo linagonga majengo machache kabla ya kusukumwa nje ya ukuta. Uzito unasababisha bampa ya basi kuanza kukatika, hivyo Frypan analefusha mnyororo ili kufanya anguko liwe fupi. Basi linatua chini likiwa limesimama na kuanguka tena baada ya sekunde, lakini kwa bahati nzuri hakuna anayeumia. Wakati huo huo Teresa anatumia shakishi aliyoiba kuchunguza damu ya Thomas maabara na kugundua damu yake inabeba tiba ya kweli; si tu inaizuia virusi bali inaviangamiza kabisa. Anamwonyesha Ava haya akimwambia wanahitaji kumtafuta Thomas. Brenda na Frypan wanawapeleka watoto wote mafichoni na kukuta hapana mtu. Inageuka kuwa Lawrence ameenda kukusanya watu wote wa mabanda akitangaza kuwa usiku huu wanauteka mji, akiwa na Lawrence mbele kwenye lori lilojaa mabomu Umati unaanza kukimbilia lango la mji. Timu ya ulinzi inajaribu kuwasha mitambo ya risasi, lakini udukuzi wa waasi umelemaza mifumo yao yote. Walinzi ukutoni wanaanza kufyatua risasi kienyeji, lakini haitoshi kumzuia Lawrence ambaye anagongesha gari lake kwenye lango na kusababisha mlipuko mkubwa unaotengeneza shimo kubwa ukutani linaloruhusu umati kuingia mjini kwa kishindo. Timu ya Thomas inaendelea kunyatia huku wakimsaidia Newt kutembea, kwani ugonjwa wake unazidi kuwa mbaya, na wanajificha wanapoona polisi wakiingia mitaani kupambana na wavamizi, lakini milipuko inatokea kila kona, hivyo wanahitaji kutoka haraka. Kisha wanajificha ndani ya jengo na Thomas anampigia Brenda kumwambia aondoke bila wao, lakini Brenda anakataa. Wakati huo George anatokea na ndege iliyoibwa akiwa na Vince kuokoa watoto wote, na Brenda anawataka mwokoe Thomas pia. Na wavulana wanaiona ndege pia na kuanza kuelekea eneo la mkutano. Hata hivyo, Newt hawezi tena kutembea. Hivyo, Thomas anawaambia Mingho na Gali waondoke na ile dawa huku yeye akibaki na rafiki yake. Newt anampa Thomas mkufu na kumtaka muache, lakini Thomas anakataa na kuanza kumbeba. Newt anapozirai, Teresa anatangaza sauti yake mji mzima akieleza kuwa damu ya Thomas inaweza kuponya watu walioambukizwa na wanaweza kumwokoa Newt, hivyo anamwomba arudi. Wakati huo huo, Mingho na Gali wanafika kwenye ndege. Wakati Thomas anawaza la kufanya, Newt anaamka akiwa ameshageuka kwa Crank na kumshambulia Thomas. Wavulana wanaanza kupigana na kugaagaa chini huku Newt akimtaka rafiki yake amalize mambo. Thomas anakataa ya kumuua na anaendelea kupambana naye akitumaini kupata muda. Newt anaomba msamaha na kuchukua bunduki yake ili ajimalize mwenyewe, lakini Thomas inaitiga na kuiangusha kutoka mkononi mwake. Kisha Newt anapoteza chembe za mwisho za akili yake na kuchukua kisu kujaribu kumchoma Thomas. Lakini anafanikiwa kumjeruhi kidogo tu kabla Thomas hajampiga teke. Newt anaposhambulia tena, wavulana wanagongana na Thomas hana budi kumsukumia Newt kisu na kumuua. Wakati Thomas anamlilia rafiki yake, wengine wanafika na bawa, lakini ni dhahiri wamechelewa mno. Badala ya kuondoka na timu, Thomas mwenye asira anarudi kwenye jengo la Wicked na kumkuta Ava, ambaye anamwambia anaweza kuwaokoa kuwa wote. Thomas anaangusha bunduki yake na kukubali kusaidia kutengeneza tiba baada ya kumwapa Ava kuwa atawacha watoto wengine. Lakini wakati huo Ava anapigwa sharasasi na kuuawa na Johnson, ambaye kisha anamdunga dawa ya usingizi. Muda mfupi baadaye, Thomas anaamka akiwa amefungwa kitandani maabara, ambapo Teresa anachukua sampuli ya damu yake kutengeneza dawa, na Johnson anaeleza kuwa tiba hiyo itatolewa kwa watu wa tabaka la juu tu kabla ya kufichua kuwa yeye pia ameambukizwa. Wanapotaka kujidunga dawa mpya, Teresa anavunja chupa kichwani kwake na kumwangusha chini, kisha anamfungua Thomas, lakini Johnson anamkamata Teresa na kumtupa upande wa pili wa chumba anaanza kupigana naye kugombania dawa hata kumgongesha kichwa mezani. Kwa hivyo Thomas anamsukuma Johnson kupitia dirinjani, na wanaanza kupigana kwenye koridori. Johnson karibu amshinde nguvu, lakini Thomas anakataa kutaka tamaa na wanaendelea. Hatimaye Johnson anatoa bunduki na kutishia kuwapiga wajana wote bora, lakini wakati huo waasi wanapiga jengo hilo na marocket yakimwangusha Johnson na kuwaruhusu wawili kukimbia. Wanajificha ndani ya maabara ya Crankad Seli, na Teresa anashtuka kugundua Thomas amejeruhiwa vibaya na mlipuko. Johnson anakuja kuwatafuta hivyo Teresa anamshughulisha huku Thomas akirusha kitu kwenye mlango wa seli na kuuvunja Cranks wanaruka nje na kuanza kumla Johnson wakiwaruhusu wawili kukimbia Teresa anamsaidia Thomas kutembea na wanafika juu ya dari ambapo wanagundua jengo linateketea polepole pole kwa moto wakidhani ndiyo mwisho Teresa anaomba msamaha kwa yote na wanabusiana kisha waasi wanafika na ndege lakini hawawezi kusogea karibu sana kwa sababu ya moto wakati jengo la jirani linaanguka na ndege inaendelea kutikisika Teresa anamtupa Thomas kwa timu ambao wanamdaka kwa wakati. Teresa hamfuati na anakufa wakati jengo linaanguka chini yake, na Thomas anamlilia kabla ya kuzirai. Muda mfupi baadaye, wanasunia wote wametumia meli iliyokarabishwa kufika kisiwa salama, ambapo wanaanza kujenga makao mapya. Thomas anapona jeraha lake na kuangalia mkufu wa Newt na kukuta barua inayomshukuru kwa kila kitu na kumwomba awatunze wote kwenye makao haya mapya. Wanasunia wanachonga majina ya pambanaji waliofariki kwenye mwamba mkubwa, kama walivyokuwa wakifanya kwenye jaribio la mtapo baada ya kuongeza majina ya Teresa, Thomas anaangalia fukani huku akionyesha kuwa ana sampuli ya dawa ya tiba. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos mengi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.